Ni wazo ambalo amelitengeneza kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa na kuzaa matunda ya kuleta jukwaa hili ambalo litasaidia wakinamama kutatua changamoto mbalimbali za afya kupitia taarifa zinazotolewa. Uthubutu na bidii ya kazi ndiyo ambayo imefanikisha hili. Lengo kubwa ni kutumia kuangalia namna gani tunaweza tukatumia akili mnemba katika kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kiganjani kwa Watanzania wote, lakini pia uh, barani Afrika na ulimwenguni kwa kwa ujumla. Kwa hiyo uh, mamakea ni jukwaa ambalo linapatikana WhatsApp kwa sasa, ambalo linatoa taarifa. Unaweza ukauliza swali lolote kuhusiana na afya kama wewe ni mama, maswala ya unyonyeshaji, maswala ya miz, uh, mzunguko wa siku zako, maswala ya ujauzito masuala ya malezi, masuala ya afya ya akili, yote hayo unaweza ukauliza kwa lugha ya Kiswahili. Na sio mbadala wa daktari, lengo la mamakia tu ni kutoa taarifa, lakini lazima hizo taarifa zikawe verified ama mtumiaji uh, kama akihitaji sasa kupata matibabu aende kwa daktari. Elias anasema alifanya utafiti katika kliniki za ndani na nje ya mkoa wa Dar es Salaam na kubaini bado kuna changamoto ya wakinamama kupata taarifa za masuala ya afya kwa wakati. Ha, ili wazo tuliwanzishi, e, tupo wawili, mimi pamoja na patna wangu. Patna wangu alikuwa ni mjamzito. Sasa kipindi ni mjamzito, kila muda akawa ana anatamani ku kupata ku, e, taarifa mbalimbali za, za afya wakati wa ujauzito wake. Kwa hiyo tukasema ah, kwa nini tusi tusi tusitengeneze kitu baada pia ya kupitia kwenye vituo vya afya na kuangalia zile sesheni za wakati wa ujauzito zinavyofundishwa, tukasema tunaweza tukafanya jambo ili hata wale ambao hawana muda aidha wa kwenda kituo cha afya waweze pia, au wanataka kujifunza vitu ambavyo huenda wakati wa kituo cha afya vinafundishwa eh, hawakupata taarifa au uelewa wa kutosha, basi waweze kuwa na msaidizi wa kidijitali ambaye anaweza kuwasaidia. Na hapa akaeleza mkakati wa kuunganisha mfumo huo na mfumo wa serikali kupitia wizara ya Afya ulipofikia na tija yake kwenye jamii. Huko pia tunajaribu ku integrate na mifumo mingine kama mama, mifumo ya serikali ya kwa ajili ya e, isiwe tu ni imejitenga, lakini iwe imeunganishwa na mifumo mingine ambayo wizara ya Afya tayari tumekwisha kuanza mazungumzo ya namna gani tunaweza tuka uh, include, tuka uh, mifumo ikasomana pia na hii uh, na jukwaa letu la Mamakea. Rozi Msangi anaeleza kuwa kuna wakati alipata ugumu kutambua baadhi ya changamoto zilizompata mtoto wake kwa kukosa uelewa na ushauri sahihi. Anasema tangu alipoanza kutumia Mamakea, imemsaidia kupata baadhi ya majawabu na ushauri ambao umemsaidia kujua wapi pa kuanzia pindi anapohitaji jambo kuhusu afya ya mtoto wake. Imenisaidia kwa kiwango kikubwa kipindi ambacho mtoto na, anapata tatizo labda usiku na hauna access ya yaku piga simu kwa daktari au unadhani kwamba ah, hili hii ni homa, au ni kitu tu ambacho kinaweza kikavumilika mpaka asubuhi. Mama Kea inafanya kazi kwa saa ishirini na nne na sasa ipo katika hatua za mwisho za majaribio na itaanza kutumika rasmi mwezi Disemba mwaka huu. Rebeka Mbembela, Azam News, Dar es Salaam.